anatafuta dume lake hapo eh? Hii udongo <tukarikos> <tukarikos> siri hapa, lingine tunavunja hapo. yaani sasa mifuko huyo ndo bibi wake, mtu na bibi wake. Huyo ndo malikia, na uyu hapa ndo bibi wake, hatari sana. Weka kwa ndani, saa mweka nje

Yaani uh, kumbe huyu mbele anakuwa nafana mwenzake tofau tofauti, e mwili tu naona ndani mayai mengi kwa maendo anayanya koo. Dume lazima liwe pembeni, yaani watakuja kuwarudishia wanasema bada kazangu.